Nawaambia kule mbele hakuna mtu tunajua, isipokuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Akisema hakujui, you are done. Hawezi kusema ya kwamba my mom alikufa. Kwa hivyo najua kwa kule mbele, unawaambia hapo kwa gate, we we we malaika, please one minute. Uh, kuna mama anaitwa Jane Mwangi yako hapo ndani, ni my mother, mwambia kuje kwa gate. Atawaambia mambo yangu yote ile hamjui. So hata watu wale walikufa wazuri, hauwezi kutumana useme uh, umwambie niko hapa kwa gate na ni kama wanataka kulete shida. Yule mke nilitupa zamani, nimesikia rekodi hizo wako nazo. Unajua hapa duniani vile watu wanatusubua hata washirika hapa. Wanatusubua, wanataka kubadilisha wife. Na unasikia mtu akikwambia sasa brother, eh, badala ya niue ama aniue. Mi naona munikumbuka, muniwekea mikono nipate mwingine. Hata wengine wananiandikia kwa simu, wananiambia sasa akibisho. Wewe ni mtu amepewa madaraka na Mungu, sema nipate bibi na nitapata. Hata nimeona sema sasa ni minta. Sema sasa kweli unabadilisha, alafu unaenda kwa geti ya binguni, unasikiliza vile story zinaenda, unaweza kusema Nilimwandikia akasema yes. Eha, mimi sitakubali kuandika yes. Na kuna mdada aliniambia na machozi mengi <laughs> sasa basta, yule mzee alikuwa amenioa na tukufanya harusi, aliniwacha na ameoa wadada watatu, nasikia anakuanga na three wives. Akaniambia sasa, mimi yani nitakaa hapa nizeeke hivyo kama miti? Mpaka na wewe unaona ni kama utampatia ruhusa lakini unajua kakikufa katasema, uh, na sitashomeka peke yangu. ningependa kuambia ni nani aliniambia niwe na msemo mwingine, ni nani ni Harrison, na mimi kule natetemeka na za kwangu ninasikia ninaitwa na huko kuja, eh, kuna mama uliambia aolewe tena, kuja, sisi wachungaji tuko hatarini, ni Mungu tutatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wanafanya dhambi eh, wengine wanataka kufanya harusi hapa kwa kanisa. Halafu katika kupanga harusi, shaitani amekuja, wamewambia mnangojea nini? na nyinyi ni watu wazima eh. Hata kuna kijana walisema, mimi nilifikiria tu, sasa na sisi ni wazima tunangojea nini? Lazima tupewe ruhusa na pasta tufanye mambo yetu. Ni yeye atakuwa anatupatia ruhusa baadaye ni ni soni. Akaita msichana akamuuliza, sasa na sisi ni watu wazima, lazima paasta atupatie ruhusa tufanye mambo yetu ile tunataka. Na unajua sasa hao watu wachanga changa, hao watu wadogo, miaka 18, 20, 25, 30 miri yao inawaambiaga wafanye dhambi, na ni watu wazima, lazima si kuuliza mtu mwingine mzima ma maneno. Hata mwingine aliuliza, si paasta anafanga long kama nimi kama mimi mimi nimewahi kufa rongo yake. Kila mtu wako na rongo ya. Hii ni yangu na hiyo ni yake. Na yeye anasema ati nafanga kama yake. Sasa wanaongea wanaongea, wakabiana. Na kweli tunaomba mtu mzima ruhusa kama sisi. Psh, wanafanya dhambi. Wakifanya dhambi wanakuta hakuna kitu ilikuwa hapo kikubwa ati vile walikuwa wanafikiria. Kwanza, watu wengine hapa, vijana vijana, wanaangalia hizi picha za pornography wanafikiria hivyo hivyo, inakwendanga nyumbani. Unafikiria wanawake ni machini? Si hizo ni machini mnaona hapo. Na wengine si naona, kuna mama ameokoka juzi alikuwa anafanya pornography kule Marekani. Si ameokoka juzi akatuambia ate ndio ufanye hizo sarakasi wanafanya. Wanakunywa drugs kwanza. Akasema lazima ukunywe drugs; ukikosa kunywa drugs these things are not possible. Na wewe ukimwangalia unaona hii hizi wadada ziko kwa kanisa. Kumbe ni machini. Kumbe zinafanyanga hivi. Hapa hakuna machini. Wacha nikuambie na wale wadada wasichana wanaangalia hizo pornography. Wanafikiria kuna wanaume wanaweza kufanya hivyo. Unaona, unafikiria wanaume ni jini ya pikipiki. <laughs> Hapana, angalia sinema nani. Hizi ni commercial things, wanafanya hivyo. Ndivyo ukienda hapo wanakata ya pesa ya, kwa, kwa, kwa, kwa data yako, wanaenda kwa bank wakiwa wamefura mifuko, wanasema zimeonwa. Naambia watu wameona milioni moja Kenya. Na kuambia hao watu wa sinema za pornography. Ile pesa wanachukua, ile pesa wanachukua hapa Kenya. Za hao watu wengine wako hapa ch church na wengine wako Kenyans. Ah, na kuambia wamenunua ma mansions ni matajiri wakubwa. Hata na baba unasema nikusaidika. Eh, unajua nikusaidika. Na mimi na nisiona ninaongea vibaya. Ng'ombe za Masai zimejaa Kenya. Ni kweli ya masi kweli? Hata nimekutana nazo kwa hii barabara. Zimetusimamisha si barabara mpaka zipite ng'ombe za Masai. Umewahi kukuta ng'ombe za Masai zikiona pornografi ya ng'ombe ingine? Zinasema kumbe kuna fanyangwa hivi. Ah, oh, ya. Umewahi kukuta zikiona? Yaani, mnataka kuniambia sisi ni wajiga tumepitwa na ng'ombe? Uliza swali hiyo jirani, hata kama anaangalia chini. Ule ng'ombe zikiona pornografi. Bona zinajuanga vile kunafanywa? Wewe ni ng'ombe? Kwa hivyo ng'ombe ni mwerefu kuliko wewe. Haoni kitu, na anajua kulete ng'ombe zingine hapa. Wewe ni nini? Unaona ni namba yangu point, mwambie ya we, najua vile atafanya na hiyo simu yake.